Unataka hey, kutumia P2, hem mm, subiri -mm. Kwanza nikwambie P2 ni nini. P2 ni emergency contraceptive, dawa ya kuzuia ujauzito baada ya ngono bila kondom au kondom kupasuka wakati wa tendo. Na P2 inafanya kazi ndani ya masaa sabini na mbili kati, unavyozidi kuwahi ndio ufanisi wake unavyozidi kuwa mkubwa, lakini unavyochelewa ndio ufanisi wake unakuwa mdogo na pituu kama, pituu inazuia yai kupevuka au inazuia mbegu kurutubisha yai, lakini pitu haiwezi kusitisha ujauzito ambao tayari umekwisha anza. Lakini kikubwa zaidi, pituu sio dawa ya kutumia mara kwa mara. Pitu inabidi itumike kama dharura tu, na pituu inabidi itumike mara tatu kwa mwaka. Ukizidisha matumizi ya P2 inaweza ikaleta shida katika via vya uzazi wako. Kwa njia nzuri zaidi, tembelea kituo cha afya kwa ajili ya kuweza kutumia njia za uzazi wa kawaida instead ya kutumia P2 kila unapokuwa unakutana na mwenza. Kwa hiyo tuache matumizi ya P2 holela. Asante.